Anne Kilango Malechela atafuata na mheshimiwa Injinia Ezra John Chwelesa mheshimiwa Esther Amos Bulaya ajiandae mheshimiwa naibu spika kwanza nianze kukushukuru kwa kunifanya kuwa mchangiaji wa kwanza spika naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturejesha wote sasa hapa pamoja tukaanza kipindi hiki cha mwaka wa 2026 niwatakie wote heri ya mwaka mpya mheshimiwa naibu spika nami napenda kumpongeza rais Samia Suluhu Hassan kwa kushinda kwa kishindo uchaguzi wa 2025 Oktoba, na haswa nirudi ndani ya jimbo langu mheshimiwa rais, nimpongeze sana kwa sababu alishinda kwa kishindo mno jimboni kwangu, na hii imetokana na miradi ya maendeleo aliyowaletea wananchi kipindi chake cha miaka minne na pamoja na ahadi alizozitoa wakati anaomba kura alipofika sami. Mheshimiwa spika na waheshimiwa wabunge, mimi kabla sijaanza kuchangia hotuba hii ya rais. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu nimwongee rais Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, Watanzania wote wafahamu kwamba rais Samia Suluhu Hassan ni rais anayoongoza taifa kubwa sana ndani ya Afrika ya Mashariki. Mweshimia spika, sitasema tu, naomba nitoe takwimu. Kwa nini ninasema kwamba rais Samia Suluhu Hassan anaongoza taifa kubwa ndani ya Afrika ya Mashariki kuliko mataifa yote. Mweshimiwa naibu spika, twende kwenye eneo la nchi ya Tanzania ni square kilomita 947 3. Eneo la nchi ya Kenya ni square kilomita 582,640. Eneo la, eneo la nchi ya Uganda ni square kilomita 241,550. Eneo la nchi ya Burundi ni square kilomita 27,830. Eneo la Rwanda ni square kilomita 26,338. Ukiangalia jumla ya eneo la nchi nne za Afrika Mashariki hizo nilizozitaja, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, ni square kilomita 878368 ambazo ni chini ya eneo la nchi ya Tanzania. Ndio maana mheshimiwa, Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa Watanzania tuelewe kwamba Rais Samia anaongoza taifa kubwa. Nisiishie hapo, Mheshimiwa Spika, nende kwenye wingi wa watu population. Tanzania population yake ni zaidi ya milioni 71, nimegoogle Kenya ni zaidi ya milioni 58, Uganda milioni 51, Rwanda milioni 14 na point 7, Burundi milioni 14 na point 5. Mheshimiwa naibu spika, niseme ukweli Watanzania tujue kwamba Rais Samia anaongoza taifa kubwa. Mheshimiwa Spika, sasa uniruhusu nianze kuchangia hotuba aliyoitoa Rais Samia Suluhu Hassan hapa bungeni alipokuwa anazindua bunge hili tarehe 14 Novemba. Mheshimiwa naibu Spika, mimi naanza kuzungumzia upande wa huduma za jamii. Iko ukurasa wa 17 wa kitabu cha hotuba ya rais na Mheshimiwa naibu spika, Rais Samia alianza kuongoza taifa letu tarehe 19 mwezi wa tatu 2021 20 shi, alipoanza kuongoza taifa hili ndani ya jimbo ambalo mimi ni mwakilishi wa wananchi wale, tulikuwa na kituo cha afya kimoja Rais Samia kwa miaka yake minne aliweza kuongoza serikali ikatujengea vituo vya afya vinne: kituo, cha kituo cha afya cha Vunda, kituo cha afya cha Mti, kituo cha afya cha Miamba na kituo cha afya cha Vuje. Mheshimiwa naibu spika, wakati anaingia madarakani alikuwa na kituo cha afya cha Ndungu. Ndugu zangu kilikuwa hakina hata mochari. Baada ya miezi miwili alipoingia madarakani, waheshimiwa wabunge, kitu cha kwanza alinijengea mochwari ya kuweza kuchukua miili sita kwa wakati mmoja. Kitendo hiki mheshimiwa naibu spika kiliwafurahisha sana wananchi wangu wa jimbo la Same Mashariki. Kwa hiyo mheshimiwa spika, naomba niseme ukweli, kipindi chake cha kwanza kwangu mimi, upande wa jamii ya afya, huduma ya afya ilikuwa nzuri sana na namwomba sasa, tunavyokwenda kwa sababu anazungumza kwamba anakwenda kuendeleza sana huduma ya afya. Nakiri ameniletea magari ya wagonjwa matatu, lakini naomba tafadhali aendelee kunijengea vituo vya afya. Lakini wananchi wa jimbo la same mashariki, mheshimiwa naibu spika, wamempongeza sana kwa hiki kitendo cha kujenga vituo vya afya vinne wakati wa kipindi chake cha kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, nije kwenye sekta ya ujenzi. Ndugu zangu, kwanza kabla sijasema lolote, naomba niseme ukweli, Naibu Spika, Tanzania inajengwa, barabara zinajengwa mno. Mheshimiwa, tujaribu kusema ukweli, unajua Mheshimiwa Naibu Spika, watu wengine wanasema kwa sababu hawajasafiri kwenda nchi zingine mtu anasema hajaenda Kenya, mtu anasema hajaenda Uganda, mtu anasema hajafika Rwanda wala Burundi, analalamika oh, hatujengi. Hapana, serikali, naomba niseme ukweli, Rais Samia anajenga sana nchi. Naomba nizungumze upande wa barabara, barabara zinajengwa. Watu mnao toka dar es Salaam, mimi ni mgeni dar es Salaam pale, lakini mheshimiwa naibu spika, nimefika Dar es Salaam ikabidi dereva wangu ashindwe kuendesha gari langu, tukaomba dereva mzoefu Dar es Salaam. Dar es Salaam imejengwa mno sasa. Nimshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan, kitu ambacho sisi wabunge ambao tumetoka kwenye majimbo tuseme ukweli. Kwa nini Rais Samia Hassan amepewa kura zaidi ya asilimia tisini jimbo jimboni kwangu zaidi ya asilimia tisini na saba jimbo ni jimboni kwangu. Mheshimiwa naibu Spika, jimbo langu linalima tangawizi takribani zaidi ya asilimia sabini na mbili, lakini jimbo lilikuwa halina barabara ya lami, ya lami. Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani ni rais wa kwanza. Nimeanza kuzungumza hapa tangu mwaka elfu mbili kuomba barabara ya Mkomazi Kisiwani, ya, barabara ya lami, ya Mkomazi Kisiwani Same. Yeye alipoingia kipindi chake cha kwanza ndiye rais aliyenipa barabara ya lami ya Mkomazi Kisiwani Same kawafurahisha wananchi sana, akawachanganya wananchi mno. Siku ya kupiga kura, Mheshimiwa naibu spika, tangu saa kumi na moja walikwenda kwenye vituo kwa sababu ya kufurahia barabara ya lami aliyoijenga. Tuseme ukweli, Rais Samia Suluhu Hasani, mimi kama mbunge wa Same Mashariki, alistahili kura asilimia mia moja zote. Barabara ya mkomazi kisiwani Same inaanzia hapa Mkomazi ambako ni Korogwe vijijini inakuja Bendera, inakwenda Kihurio, inagusa Kalemawe, inagusa Ndungu mpaka Kisiwani Same. Ni barabara kubwa ambayo inakwenda kuboresha uchumi wa wananchi wangu. Kweli utasema wananchi waache kumpa kura asilimia mia moja? Haiwezekani. Wananchi wamefurahia sana miradi ya maendeleo na jinsi alivyoajali kwa barabara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, ninachomwomba Mheshimiwa Rais sasa, alipokuja kuwaomba wananchi kura alifurahi sana na alisema kwamba yule mkandarasi anayejenga sasa ni lot 1, akaahidi wananchi wa Same mashariki kwamba atakapoingia madarakani, mkandarasi wa lot 2 ataanza kazi. Namwomba mheshimiwa Rais, mkandarasi wa lot 2 aanze kazi ya ujenzi wa barabara lot 2. Mheshimiwa Spika, TARURA, mheshimiwa naibu Spika, TARURA inatusaidia sana sisi wabunge haswa wabunge wa vijijini. Nasema kwa sababu mimi ni mbunge wa jimbo la vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wangu tarafa mbili wanaishi milimani. Muda umekwisha, Mheshimiwa Malezia muda umekwisha. Wanaishi milimani tarafa mbili, lakini Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alitoa pesa nyingi kwa TARURA nikajengewa barabara saba mpya Mheshimiwa naibu spika, nampongeza sana mheshimiwa rais na ninaomba kwa sababu sasa ameongeza, ameongeza pesa Tarura, zile barabara saba ziendelee tena kujengwa ili magari yaweze kupita. Mheshimiwa naibu spika, naomba nimpongeze sana mheshimiwa rais kwa hotuba yake ambayo ni ya ukweli, na wananchi wangu Same Mashariki walipo, wanajua haya aliyozungumza ni ya ukweli. Nisingeomba mtu ambaye sio Wasame Mashariki aseme lolote. Asante sana mheshimiwa naibu spika, asante. Asante sana Mheshimiwa Anne Kilango Malechela.